Hello. Yes, eo, habari ya leo dadi? Mzuri sana nzulana, ukumu hapa ni ndani ya Radio Maisha yes. Ulituma, umetumwa ujumbe ndani ya Sizikwi Nayo, unasema kwamba kuna jambo ambalo ungependa kusema likutoke, ndivyo? Mm, leo ni zamu yako, tuambie shida ni nini? mm. ilikuwa ni wakati mmoja yeah mm -hmm. Uh, nilikuwa kwa harakati zangu nilikuwa nimesema nitembee kwenye pub, nikiburudisha, ulikuwa umeenda out, na nataka kwenda kujibamba yeah, nilikuwa nataka kujibamba ngawaja, ilikuwa ni eria ya kwetu mm. But nilipofika pale, nikakuta kuna wageni walikuwa mahala pale ya yeah, ume hapo kwenye klabu yeah, kwenye klabu walikuwa wametulia, wanajiburudisha yeah, ilikuwa ni jamaa na mrembo wake. oh, wewe uminga kwenye klabu ukapata kuna msela ambaye ako na bidada pale wanakula burudani ndo maanake mimi nilipo eh? uh, kuingilia pale kabla niingie ndani kwenye maburudisho pale kulikuwa na pool mbele yake kwanza kulikuwa na pool table. Oh, pool table yeah nay mm -hmm. nikaketi kwenye ile pool mm -hmm. nikawatazama kwa umbali yeah mm -hmm. uh, tito ikamlilia yule mwanadada ukasema hao wanapendana sana nikasema hawa wanapendana na ulikuwa ninahitaji mtu na, ulienda peke yako? Mbona ukwenda na mtu, mbona ukwenda mtu wako hey? Basi nilikuwa tu uh, peke yangu sikuwa na mtu uh, uh, hukuwa na girlfriend wakati huo? Sikuwa uh, na sasa eh. Kuwewe kutaka mtu ni kwa sababu ulifika kwenye mm, klabu ukapata kuna wanaopendana ama before hata uende ulikuwa nataka mtu? Ah, ni venye tu nilipowakuta pale mm. Alafu najua ilikuwa ni katika harakati ambapo mm, paipu kwa mzuri nilikuwa naeza zingizia mtu. Ilikuwa kama saa ngapi hivyo usiku wa saa ngapi? Ilikuwa ni mwendo wa saa kumi na moja jioni. nasema mm, bado mapema. Ilikuwa bado mapema, hata watu wengine hawakukuwa, walikuwa watu watatu tu ndani pamoja na muuzaji walikuwa wanne. Sasa wewe ukafika, ukapata jamaa na, na mrembo wake wana, wanapiga vitu baridi. Nikakuta wanapiga vitu baridi, mrembo ameshikilia ile finis, na jamaa ako na taa pale mm. Mimi moja kwa moja nikamwendea yule mrembo na nikaenda nikamuulizia maswali maswali kidogo no, akiwa na mtu wake, akiwa na mtu aki wake tu nigenda tu na ujeuri. kwa hivyo ulikuwa, ulikuwa unafanya uchokozi ama wote ni shetani? huyu yupi alikuwa amekutuma, ndugu yangu? <laughs> Wakati ule nilikuwa mcheuri by then. Eh, ulikuwa bad boy. Mwaka gani huo? Ah, <laughs> uh, ilikuwa ni mwaka wa 2012 How old are you hey, my brother? Hey, Mm, uh, around in in your mid 20s. Yes. Yeah, unasema you are the bad boy ya. <laughs> <We> ulisema uogopi, <laughs> hata mali ya mtu kama ah, mbaya mbaya. Ha, mbaya mbaya nilikuwa nilikuwa kusema kwenye ile mtaa eh. na kwani huyo dem alikuwa na hmm? Akakuvutia, anakaaje? Akakuvutia ule dem, alikuwa msupuu, alikuwa enyewe ameremdeshwa na ule jamaa wewe ukasema kwamba lazima uguse mrima, hata kama mrima unateleza, nikaamua nitaanguka naye bana. Sasa ulipoenda na huu huu dema, kuna jama jama lake wewe, ulipofika ulipofika uli ulifanyaje? Ulianzaje? Yani kwa mfano ah, nilipofika mahala pale nikamwanza mrembo kwa kumuuliza, mbona wewe ukaniacha mahala pale tulipokuwa, ukaniambia ni kungoje, na wewe ukakuja ukajiburudisha mahala hapa, kumbe ulikuwa na mtu mwingine. Ah, yani ukajifanya kwamba unamjua, ndivyo? na, na ulikuwa na yeye. Ya nikajifanya nilikuwa na yeye ni kama ni kwamba ni namchua lakini sikuwa na wajua hao wote kabisa. Maana yake walikuwa wakeni kwa, kwa, I, kwa nilikuwa, ni, nilikuwa yes. Kwanza ya, ilikuwa ni ilikuwa ni siku ya kwanza kukutana nao msichana ya ilikuwa siku ya kwanza kuwaona. Na ukaenda ukafika ukamwambia mbona ukaniacha ukakuja huku kumbe ulikuwa na dates, ndivyo? Nikaenda nikamwambia bana, mbona wewe wewe ukanisimamisha pale? Kwani ulikuwa umenikorokea ama sipi? Na msichana ka react vipi? Msichana alireact akauliza wewe kwanza wanijua ni? So alipo react hivyo na mimi Majibu yangu yenye nilimtaa ilikuwa ni kofi. Ulimsamba kofi? Nikamsamba kofi mbele ya yule jama wake kwani, hey, <laughs> ulikuwa na shetani ndugu yangu. Yenyewe ni kama shetani alikuwa amesimama upande wangu ndugu. Na sasa huu kijana huyu ambaye alikuwa amekuja na, na yule kijana, wakati aliona nimemsamba huyu mrembo mm, akanyanyuka aka juu akiwa ameshikilia ile chupa lake anataka kukupiga <coughs> na mi naye nikamuuliza ni pombe inakataa kuteremeka? ifike kwa miguu ukiwa unaketi hmm. unataka hmm. usimame ifike kwa miguu ama fit. Ikawa kwamba wakati nilipomwambia jamaa hivo, akasonga kando, kwa sababu nilimkazia macho pia nikimuuliza, akaona ukali akasonga kando. Na ni mtu ambaye alikuwa na kuzidi umri kwa mtazamo wa mwonekano ama ulikuwa na mzidi? ah, tulikuwa tunatoshana tul, tul, tul, tul, tul, tul, tu naye okay. Sasa yeye akasonga kando <laughs> <laughs> <laughs> Akafonga kando kwenye kaunta pale mahali alipokuwa muuzaji yeah. mm. na mi naye nikamsomea tu mrembo pale hivyo, kisha nikatoka nje eh. Baada ya kumsomea mrembo ukamwacha hapo ukatoka nje? Nikamwacha hapo na nikatoka nje, nilipotoka. uh -huh. Uh, nje yeah, ni hiyo wakati nilikuwa nafuta sigara uh -huh. nikaenda nikawacha sigara yangu. mm. yeah. Nikafuta kulikuwa na kakorito kidogo i puff puff zako, nika kadhaa nikapiga, nikapiga mbavu zangu kadhaa kisha, uh-huh. Nikarudi nikitaka kurejea pale ndani yeah. mm. Nikakuta kumbe mrembo ameambiwa atoroke. mm. Maana yake nitarudi tena pale, akawa anachungulia kwa mlango akitaka kuepa yeah, mi nikamshika matai, nikamfuruta nikamwambia, wewe unachungulia ama unatoka? mm. nikamtoa nje akaanza kuomba msamaha, kumbe venye alikuwa anaambiwa viasanu ni mbaya. Akaanza kuomba msamaha, alishaambiwa huyu ni muuni e, alishaambiwa huyu ni muuni na huyu ni sumbuku, zandai, kabisa. Sasa wakati anakuomba msamaha, boyfriend wake yuko wapi? Boyfriend wake alikuwa pale ndani anangangana na waita pale, ni kama walikuwa nalipana sijui. Yeah. mm. So ule mremo nilipomshika tai nikamleta kwenye korito pale mm. nikamwambia, bana, mi sikuwa na mambo mingi, ni shughuli tu nataka ifanyike. mm. Hapo ikapiti, akakubaliana na mambo yangu, maanake angekataa ange, ange ingekuwa ni kitabo angekata, ingekuwa ni kitabo bado, ndugu yangu. Sasa kivipi, we unapata mtu na mtu wake, alafu unamwambia kwamba wewe hauko na mambo unataka mambo yafanyike. So, kwa kifupi ni kwamba huyu dada aliku, alikubali alikubali kwa sababu aliona ukali niliyokuwa nayo. na alipokubali muliishia wapi? Ah, hapo tu hapo kwa corridor tu hapo hivyo, nikamalizana shughuli naye. ndugu yangu ulisema katiba kwenye corridor? Kwenye corridor, ndugu yangu, nikasoma katiba mimi. saa ngapi hiyo? mwende wa saa kumi na mbili hii corridor e, kuna watu walikuwa wanapitia Uh, pale ilikuwa ni kote tengine ni pamba hakuna watu wangapita. Sasa msichana ambaye umekumkuta naye for the first time umemtishia amekubali. You know that was violent. ya yeah, it was a violent. In fact, hata nilikuwa yaani nasema tu kwa zahiri niseme hii jambo litoke. <gibu> Hey, na msichana msichana akakubali mtu ambaye hamjui ha ha akasoma naye katiba. Na I'm very sure hamkutumia kinga. Hatu yeah. kutumia juu alipoambiwa sifa zangu akaona kweli ni mtu hatari katika maeneo hayo. So yeye yeah, akakubali kabisa? Alikubali, alikubali kabisa, na baada ya kusoma naye katiba. Ukamwachilia? Nikamwachilia, na nikamwambia jamaa wako akikuuliza ikoje, yeah, umwambie tu, kumbe huu jamaa alinikosanisha na dadangu, dadaangu. uh -huh. E, nikamwambia hivyo tu ndio utampika chenga jamaa, umwambie hakuna shughuli, tumefanya na ni ile tu nilikuwa nimeconfuse kuelewa wewe sio yule, so dada yako mwingine. So ulipomaliza kusoma katiba, dada alienda Uh, alienda akaenda kwa jamaa nao, unasema kwamba sasa hivi uko 38 years eh? Yeah. Around 12 years ago toka kisa kinatokea do you <laughs> <reacting> jambo it, okay? Na ukisema kwamba ulikuwa mbaya hiyo hmm, area walikuwa na kuelewa <ownership> Mm. Because, because wakati ilika ulikuwa unapiga watu, wa... watu ngeta kwa kifupi, wewe ulikuwa unapiga watu ngeta kwa kifupi, ulikuwa naibia watu. Manake wakati mwingi nilikuwa natangaza kazi kwa daraja, unasubiri watu kwa daraja, unawavamia usiku eh. Unawapokonya kibeti na simu. Yeah, yeah. Na ulishawai ulishawai jeruhi mtu labda kwa kutumia silaha? Ah, ikwai mwaka damu yeyote, lakini ile ya kumuumiza mtu labda kwa zungu ama mitelete. So wewe ulikuwa mwizi kwa kifupi ya, yeah. Hey, are you reformed now, right now? Yes, I am reformed at 38 now. Wewe ni umeoa, uko kwenye familia, uko na watoto, uko na mke ya? yeah, I am married Uko uh, na, na watoto wangapi sasa? In fact at that time, nilikuwa nasioa msichana yote nilikuwa na mke nilikuwa na watoto. Ulikuwa na mke ukifanya vitu hivyo vyote? Nilikuwa vyote, nilikuwa na mke nilikuwa na watoto. Na ukienda nje ukilala tu na mtu randomly, huko unaogopa, unaweza mletea mke wako ugonjwa. Sijui hata nifikia nisoni, nimechanganyikiwa ama ni mambo nalikuwa. So ni kitu gani, kitu gani kilikufanyikia ambako ukaacha hizi tabia za kiuni? Niliweza kukamatwa wakati mmoja. Ah. Yeah. Oh, okay, ukapelekwa jela eh? So kutokana so, na yale matukio ambayo nikifanya. Na ilikuwaje ukaachiliwa? Ile kesi pia ikuwa na ushahidi ya kutosha, maana yake kwa pina, pili, na ikaniachilia right. So sasa hivi kala... un, unafanya kazi gani dadi? uh, nilipokuwa kwenye kereza yeah hmm. Nikajifunza kazi ya ushonaji uh -huh. Ngawaje kwa sasa hizi sitapata mashine, naajiriwa tu na wa, tuna, mtu labda aniitie kazi hii kama ako na kazi nyingi, namsaidia kushona. Lakini umeacha tabia za kiuni? Niliacha kabisa. Umeokoka? Nimeokoka kabisa, nampenda Mungu. Na umesema unaregret vitu ambavyo ulivifanya? Ndivyo. We sawa, ndugu yangu, omba sana na uwalee watoto wako vizuri, wasije kaja na ta tabia kama zako eh? Sawa sawa safi. Wewe? Ah, wish you all the best. Shikilia Mungu ndugu yangu. Uh, yeah. Sizikwi nayo.